Kwa jina naitwa Staff Sergeant Esther Kerenge kutoka dawati la jinsia na watoto polisi wilaya ya Mtwara. Hivi vitendo vya ukatili kwa ujumla vinaonekana sasa vinakuwa kama ni tishio kwa watoto, lakini tuna iasa jamii sasa, wawatengeneze watoto, wawape taarifa wazazi au walezi sisi kama dawati la jinsia tumeendelea kupambana navyo tumeendelea kuzuia na kupambana navyo. Tunapambana navyo vipi? Mara pale tunapopata yale matukio, tunafungua kesi, lakini hatua za awali, tunatoa elimu, elimu mashuleni, kwenye jamii, kwenye nyumba za ibada, ili mradi tuwafikie makundi yote. Naona sasa tunapotoa elimu, sio wote wanaofika kwenye eneo ile la elimu mashuleni kule watoto ndio wanapatikana kwa muda mwingi. Kwa hiyo tunawatengeneza watoto hawa sisi waweze kutoa taarifa kwa mtu yoyote ambaye wanamuona ni rafiki kwao kumwambia, anaweza kuwa mwalimu wake wa darasa, mwalimu ao nasina malezi, kiongozi wa dini, mtendaji, afisa ustawi wa jamii, yeyote anayemfikia. Lakini mtu wa kwanza na tunaamini mwalimu wa kwanza ni mzazi au mlezi kule nyumbani. Hasa, inakuja kushangaza huyu mzazi sasa anakuwa ndio chanzo cha kumfanyia mtoto ukatili ambaye anamlea. Kwa hiyo sasa, hapo unaona mtoto anashindwa amwambie nani. Sisi tunamwaminisha kwamba mzazi na mlezi au mlezi ndio mtu sahihi, lakini unakuta wakati mwingine anafanyiwa na mzazi au mlezi. Dunia hii sasa! Kwa hiyo sasa, watoto tuwatengeneze kwanza, wakatae vitendo vya ukatili, lakini watoe taarifa. Wanakataa vipi? Wanakataa kwa kutoa taarifa atoe taarifa aseme mimi fulani naona ananikonyeza au fulani nakutana naye ananishika sehemu za maungo yangu, asiruhusu kushikwa. Lakini pia watoto wamekuwa wakitumwa usiku, unaona mtoto wanapomtuma usiku wa kike, unategemea nini? Ndio anakutana na hao watu. Sasa yani, tuweke mazingira ya ulinzi na usalama kwa watoto wetu. Tuwe na kizazi endelee. Kizazi ambao swala la elimu pia bado kwao ni kibugumizi. Mtoto anakatishwa masomo au mtoto anapelekwa shule kwa mikatiko na visingizio vingi. Leo hapa tunavyoongea, inawezekana kuna watoto walijaripoti kidato cha kwanza maeneo mbalimbali. Kwa visingizio tu, mara ana madaftari, mara ana uniform, mara baba yake sijui kitu gani. Yaani visingizio vingi, lakini sisi shughuli zetu nyingine zinaendelea. Tunapofanya shughuli zetu zile za unyago na jando, mbona tunafunga mtaa? Ne? Zile pesa tunazipata wapi jamani? Unaweza kuwa na mali lakini elimu ndio kila kitu. Mali inaondoka, unaweza ukamwachia mali mtoto akauza, ukampa nyumba, nyumba itakufikia, mali inahitaji matengenezo, si ndio? Lakini elimu inabaki kichwani mwake katika uzima wake wote, atakao kuwepo hapa duniani, elimu ile inamsaidia. Na elimu hii sasa ndio inamfanya aweze kupata vitendo vya kikatili, aweze kutoa taarifa. Kwa hiyo jamani, tuhakikisha watoto wetu tunawapatia elimu, watoto waende shule. Muda ukifika wa kusoma, watoto wasome waende shuleni.